Hii ni habari ambayo yule mwanampotevu alienda kwa baba yake akamwambia, baba, nipe sehemu ya mali yangu. Akapewa sehemu ya mali yake, utajiri wake ambao ni urithi wake, akaenda akatapanya sema, akatapanya mali zake kwa starehe na nasa, akana na makahaba, kisha akaishiwa 17. alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kubakiza na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipozingatia moyoni mwake, tafsiri zingine zinasema alipowaza, alikaa akawaza. Alipozingatia moyoni ko, aliwaza namna gani natoka? Sababu alipomaliza kila kitu, akapigika kupita kawaida, alikuwa maskini namba moja kupita wote, sababu hata maskini wengine wanakula jarani, sio chakula cha nguruwe. Unajua, ukila jararani unakula chakula cha binadamu kilichotupwa, ile ukila ukila na nguruwe, make sio cha mwanadamu, unakula chakula cha nguruwe. Anasema an anatamani kujishibisha kwa chakula cha maganda ya nguruwe, kwa alikuwa amepigika kuliko wote nchi nzima. Lakini abibi sema alipozingatia moyoni, maana alikaa, akaanza kuwaza hivi, uh, ni mi kweli, mimi nimekuwa nguruwe anza kutafakari natokaje hapa, natokaje hapa. Akajutia, akawaza alivyokwenda hela na kila kitu, alipoteza, akaanza kuibizwa. Alipozingatia, alipowaza moyoni mwake, natokaje hapa, akapata wazo hivi, kwa baba yangu kwa ni watumishi wangapi huko. Kwa sababu yeye alikuwa ni mawazo yake hapo, ameandika mawazo kwenye maandishi, anasema hivi, alipozingatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu, wanakula wanasaza, wanapata kila kitu, na ni watumishi anafanyaje pale cha kwangu nishaondoka nacho na ndo shatoka kwa mimi pale. Sasa sibiki tena, sasa nakuache hem eh, ngoja nirudi nimwambie sasa, baba tuashume. Yani sasa mimi nishaondoka, mimi sio mtoto wako, ila naomba kazi yani wewe nifanye tumi kwa mtoto wako nifanye kwa mtu mfanya kazi, au aliwaza. Maana yake aliporudi mawazo yake yalimpa mawazo yake alimlipa, alipowaza akapata mawazo, akachukua hatua kwa kufanya kazi yakamlipa kwa kuwaza. Ndio kazi kubwa ya akili. Akili kazi yake ni kuwaza. Usipowaza akili hawaifanyishi kazi. Kazi ya kinywa ni kutafuna, ni kula, kupitisha vitu, chakula na maji nini. Usipotumia kinywa utakufa kwa njaa. Kazi ya akili ni kuwaza. Sikiliza, hii itakusaidia. Mungu aliposema njoni tusemezane, njoni tuwaze pamoja, kwa lugha nyingine anatuambia hivi, una kapasiti ya maindi kama ya kwangu, uwezo wa kifikra uwezo wa akili ulionao ni kama wa kwangu.

Mungu anapotuita tuwaze pamoja, anatuambia una kapasiti sawa ya kwangu, una uwezo wa kuwaza sawa na wa kwangu, tuko kwenye levo sawa, tuweze tukawaza pamoja. Wakati Mungu anamuumba mtu, alimwekea uwezo wa kimawazo, na akasema, ngoja ni mpime kama kapasiti ya kwangu iko ndani yake. Akamweka Adam pale, akamletea wanyama wote wa kila aina, akamwacha aone atakavyoita majina, akatoa majina. Bisema alivyowaita ni sawa sawa na Mungu alivyokusudia kuomba wawe na ndivyo majina yao yalivyokuwa. Mungu akasema yes, kwa sababu uwezo wa kwangu wa kufikiri na wa kimawazo umekwisha kuingia ndani ya mwanadamu. Dhambi ilipokuja ilipunguza uwezo wa mwanadamu wa kuwaza, uwezo wa kiakili ulipungua, ulikufa ndani ya mwanadamu. Ndio maana alipojikuta yuko uchi, kitu cha kwake bora alichokiona ilikuwa ni majani. Mungu akamwambia, ngoja nikuonyeshe kwamba uwezo wako wa kuwaza umepungua. Akachinja mnyama, akamvisha ngozi. Kwa hiyo yeye anamwambia unawazaje majani? Umekata majani, umejivisha. Baada ya nusu saa yananyauka. Kesho yameshadondoka, hayapo, unabaki uchi vile vile. Ila kuna hii ngozi. Kuna wanyama wamekuzunguka, kuchinja, ukachuna, ukavaa. Unaweza ukavaa miaka na miaka, hii ngozi haishi. Mungu alimvisha ngozi kama ishara kumwambia kwamba wewe mazao yako yameshuka. Lakini Biblia inasemaje? Yesu alipoja, anasema nimekuja kurudisha kile kilichopotea. Unapompa maisha yako, ule uwezo wa kwake, Ile capacity yako Kifikra, mana, wakorito, wakwanza, sura, pili, pisa, wakumina, Asama, ya kifikra inarejeshwa tena. Ndio maana Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na sita asema ni nani aliye na nia ya Kristo atuelimishe sisi? Tunayo nia ya Kristo neno, neno nia, maana tuna akili ya Kristo. Kitu kimojawapo, sikia kinachofanyika kwenye, kwenye kuokoka, Mungu anafanya replacement, anaondoa maindi ya kwako anaweka maindi ya kwake, then anakuita njooni tuwaze pamoja. Tuna fikra zinazofanana, tuna kapasiti inayofanana kapabiliti nilio nayo na unayo nayo pia tunayo. Ndio maana nasema njooni tusemezane. Sikiliza, hauwezi kuita wanyama ukasemezana nao. Unaita mwanadamu mwenzako mwenye fikra sana wa kwako mwenye uwezo sana wa kwako. Tutamwona mtu ni mjinga akikaa naongea na punda au na mbwa nyumbani kwake, weni chizi. Sikiliza, tuna kila sababu ya kuwa juu tu kwa hiyo ndugu, nyingine ni kwamba Mungu anasema mimi nilipoona giza niliita nuru katikati ya giza na nuru ikaja kona. Wewe unapokaa una uwezo wa kuita solutions kwenye shida ulionayo, unaweza uli kuita solution kwenye changamoto ulionayo. Shida ni kwamba hujawaza. Ukiwaza utapata solution kwenye ile changamoto, then utadeclare solution ndani ya changamoto, itakuja ile solution badala ya changamoto. Yesu alijua kwa kwamba hapa nuru inatakiwa, alipoona giza alijua kwa kwamba hapa kwa kuna nuru hapa, nuru ndio inatakiwa bakiko kwa. Aliwaza kwanza kwamba ili giza silipendi Hapana, kitu gani natakiwa? akije itanuru, sikaja. sabu ilikuwaje? mwanadamu huwa hana uwezo wa kupata wazo zaidi vile ya vile alivyoviona k. Ili uwaze zaidi, lazima Mungu akidondoshe kitu kipya ndani yako, ndio nawaza zaidi. Mtu amekaa akawaza, ghafla ndani yake akapata ka-akapata wazo hmm, hivi waztembea ngani? Inawezekana, mbona wachawi wanaruka Wana luka jiwa chawi. Wachawi tu tukatua vya rohoni tukaviweka mwilini, aliwaza kwa lugha nyingine. Mungu anakuambia hivi, chochote kilichoko ndani yangu kiko ndani yako pia. huwezi ukamwita mtu muwaze naye. Sikia, kwa nini hatuwazi hatu na wanyama? sababu hawana utashi. wana ubongo ila hawana akili. sisi tuna ubongo kama wao, ila tuna akili ambayo wao hawana. Kwa Mungu anasema njoni tuwaze pamoja, kwa lugha nyingine anakuambia hivi kilicho ndani yangu kiko ndani yako. Kwa tunaweza tukashirikiana. Kwa Mungu kutuita tuwaze pamoja, maana yake ni kwamba vilivyoko ndani yake viko ndani yetu pia. Ndio maana akasema yote iwezekana kwake yeye aaminie, kwa sababu anasema hivi, kwa Mungu yote inawezekana, yote iwezekana kwake yeye aaminie. Kwa Mungu yote inawezekana, then yote inawezekana, kwake yeye aaminie. Maana nini? Anakuambia mimi na wewe tuko pamoja we, kuna level tunafanana, kuna mahali tukifika tunakuwa beneti. Kwa hiyo tukawaza pamoja, vilivyoko ndani yangu viko ndani yako pia, kwa mimi ni Mungu ambaye niko juu tu, na wewe pia. Ndio maana nasema utakuwa juu tu, kwa wa sababu yaliyoko ndani yangu mimi niliyoko juu yako ndani yako pia. Kwa hiyo unapaswa uwe juu tu, wala sio chini. Kwa hiyo mwanadamu, mahali popote penye giza kuna nuru, ila unatakiwa uwaze nuru unaotaka ije, uidecree pale. Najua kwamba wakati waukovu ulipookoka tu, kitu kimoja po kilichofanyika kikubwa sana ni kungolewa kwa akili yako na kupandwa ndani yako kwa akili ya kwa akili ya Mungu, kwa Mungu aliweka akili yake ndani yako. Kwa hiyo tukikwama kwenye jambo inakuwa sio sawa. Kwa nini? Inasemaje? maana aonavyo mtu nasilimwake ndivyo alivyo tas, nasema hivi maana awazavyo mtu As he maana awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maanake ni nini? Maanake cha kwanza ni kwamba mahali ulipo ni matokeo ya mawazo yako. Kingine anakuambia hivi, chochote kinachotokea kwenye mawazo yako kinatokea pia kwenye maisha yako, na chochote ambacho hakitokei kwenye mawazo ya mtu hakitokei kwenye maisha ya mtu. Maana awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo kwa vile ulivyo ni matokeo ya mawazo yako. Na chochote ambacho hakitokei kwenye mawazo ya mtu hakitokei pia kwenye maisha ya mtu, na chochote ambacho kinatokea kwenye mawazo ya mtu kinatokea kwenye maisha ya mtu pia. Kwa chochote ambacho unataka kitokee, lazima kwanza kitokee kwenye mawazo yako. Kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa neno Mungu linasema mambo ambayo macho hajai kuyaona wala masikio hajei kuyasikia wala katika moyo wa mwanadamu, Mungu amewaandalia wale wampendao. Pale ulipo kwenye maisha yako ni matokeo ya mawazo yako.